Hujambo mwanafunzi, karibu tena, tunaendelea na uchambuzi wa isimujamii. Katika kipindi cha leo, tutaangalia mawasiliano na tutaanza kwa kueleza maana ya mawasiliano, na tunaambiwa kwamba mawasiliano ni utaratibu wa kupashana ujumbe kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine, kwamba iwapo kuna watu wawili ambao ni mzungumzaji na mzungumziwa, mzungumzaji aka sema ujumbe mzungumziwa akaupata na akauelewa na kutafakari maana ya ujumbe wenyewe, basi tunasema kwamba mawasiliano yametokea. Na nyenzo ya msingi ya mawasiliano ni lugha, kwamba a, lugha ndicho chombo kikubwa cha a, kufanikisha mawasiliano. Na unaambiwa taja njia tatu za mawasiliano. Kwa hivyo mawasiliano yanaweza yakatokea kwa hizi njia tatu. Kuna njia ya kwanza, kuna simu a, kuna barua na kuna vyombo vya habari. Natumai vyombo vya habari unavijua ni kama vile simu a, samahani ni kama vile redio na runinga na vinginevyo. Naam, tuangalie swali lingine. Swali linasema fafanua umuhimu wa mawasiliano katika jamii. Yanapotokea katika jamii, mawasiliano yana umuhimu gani? Kwanza, tunaambiwa kwamba mawasiliano husaidia kudumisha amani na utangamano. Huenda watu wamekosana. Kwa kutumia mawasiliano, watu hao watazungumza na kusuluhisha tofauti zao, basi wakapatana na kwa hivyo watakuwa wamedumisha amani. Pili, mawasiliano huwezesha watu kupashana habari. Kupashana habari. Iwapo kuna jambo ambalo limetokea na uko unalijua, kwa kupitia mawasiliano utapashwa ujumbe ama habari na utapata kuelewa ama kujua. Tatu, mawasiliano huwezesha watu kutahadharishwa kuhusu hatari fulani. Labda ulikuwa unasafiri safiri na kuna ajali ambayo imetokea, mtu anaweza akakupigia simu akakwambia kwamba kuna ajali imetokea, na basi kuna tahatari ama kuna hatari fulani. Nne, tunaambiwa kwamba mawasiliano hutumika kushurutisha kufanyika kwa jambo fulani. Tano, mawasiliano huleta maendeleo katika jamii kwa kuhamasisha watu kushiriki katika shughuli za maendeleo kuna shughuli nyingi tu za maendeleo katika jamii. Kwa kupitia mawasiliano, watu wanaweza kuhamasishwa ili kushiriki katika shughuli hizo za maendeleo. Sita, mawasiliano hutumika kuwezesha watu kupashana habari. Oja hiyo ni kama tumeirudia, samahani. Saba, kwa kupitia mawasiliano watu huweza kufunzwa a, kuhusu mambo mbalimbali mbali. Kuna mambo mengi tu ambayo watu wanapaswa kuyaelewa na hoja nyingine tunaambiwa kwamba mawasiliano uh, hutumika wanadamu kuwasiliana ili kutimiza haja mbalimbali mbali. Tisa na mwisho, tunaambiwa kwamba mawasiliano huimarisha na kudumisha hisia zetu za nafsi. Hizo ni baadhi tu za hoja kuhusiana na umuhimu wa mawasiliano. Uh, unaweza ukuongezea hoja zingine, na tukiendelea tunaambiwa kwamba fafanua vigezo vine vya mawasiliano, yaani, ili mawasiliano yaweze kutokea na kufanikiwa, ni kipi ambacho kinahitajika kuwepo ili kufanikisha mawasiliano? Uh, tunaambiwa kwamba uh, lazima kuwe na mwasilishi, yule ambaye ana toa ujumbe wenyewe. Mwasilishi huyu ni mhusika anayesema au anayeandika ujumbe unaomlenga mpokezi. Kumbuka, unaweza ukawasiliana kwa njia ya mdomo au kwa njia ya maandishi. Yule anayetoa ujumbe wenyewe anaweza akatoa ujumbe huo kwa njia ya mdomo au kwa njia ya mwandishi. Huyu ndiye tunaita mwasilishi. Kwa hivyo lazima mwasilishi awepo ili mawasiliano yaweze yakafanikiwa. Yule mtu ambaye anatoa ujumbe wenyewe asipokuwepo ina maana kwamba ujumbe hautatolewa na bila ujumbe kutolewa, hakuna mawasiliano. Pili, kuna mpokezi, yaani ni yule mlengwa wa ujumbe. Mwasilishi anapotoa ujumbe, ujumbe ule unamlenga nani? Nani anafaa kupokea ujumbe wenyewe au uweze kuuelewa? Basi mpokezi ni mlengwa wa ujumbe. Uh, anavyojitambua mwenyewe au anavyotambulishwa na mwasilishi. Kuna lugha yenyewe. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba lugha ndiyo nyenzo ya nyenzo ya mawasiliano, na lugha inaweza kuwa kwa njia ya kutamka ama kwa njia ya mdomo, na ukumbuke pia mtu anaweza akawasiliana kwa ishara, ishara lugha au sign language, na kuna muktadha, yaani ni mazingira au mahali ambapo ya mawasiliano yatatokea. Natumai tumeelewa Vigezo vya mawasiliano, iwapo utaambiwa ueleze, kuna mwasilishi, kuna mpokezi, kuna lugha na kuna muktadha. Tukiendelea, uh, ningependa tufanye swali lingine. Unaambiwa kwamba eleza mambo ambayo yanaweza kutatiza mawasiliano. Katika kule kuwasiliana, mawasiliano huenda yakatatizwa, kwa hivyo hivi ni kama vikwazo vya mawasiliano. Katika mtihani unaweza ukaambiwa eleza mambo yanayoweza kukatiza au vikwazo kwa hivyo tuelewe msamiati hii. Naam, kwanza kutokuwa na ujuzi wa lugha fulani. Natumai hii tunaelewa, labda mtu anajaribu anajaribu kuwasiliana nawe kwa kutumia lugha ambayo haielewi vizuri. Kwa hivyo huenda akatumia maneno ambayo maana yake ni tofauti na hautaupokea ujumbe vilivyo. Pili, kuna matamshi mabaya ya maneno, mm-hmm. Hii tunaelewa, mtu akitamka neno vibaya, labda mtu alikuwa anakusudia kusema nataka kuiba, lakini aseme nataka kuimba. Kwa hivyo iba na imba ni mambo mawili tofauti, lakini iwapo atatamka vibaya, utapokea ujumbe tofauti na ule ambao alikuwa anakusudia. Tatu tunaambiwa kuna kutozingatia kaida za lugha, na tulikuwa tumesema kaida ni zile sheria au kanuni ambazo utawala matumizi ya lugha. Kwa hivyo iwapo mtu atakuwa nawasiliana nawe bila kuzingatia zile kaida za lugha huenda mawasiliano yakatatizwa. 4. Kutumia ishara vibaya, na nimesema mtu anaweza akawasiliana kwa ishara au sign language iwapo unaelewa kwamba ishara hii maana yake ni hii, lakini yeye akaitumia ishara hiyo vibaya kwa kumaanisha kitu kingine tofauti, basi mawasiliano yatakuwa yamekatizwa ama yatakuwa yamekumbwa na vikwazo. Na kuna tofauti za kiumri, umri. Naam. Nam, kumbuka a, watu wa umri mbalimbali wana mbali, viwango tofauti vya uelewa wa lugha. Iwapo mtu akona umri mkubwa anaweza akaelewa maana ya misamiati ikilinganishwa na mtu mwenye umri mdogo. Kwa hivyo tofauti za kiumri zinaweza zikatatiza. Kuna kutoelewa mada vizuri, mtu anazungumzia mada lakini haelewi mada yenyewe. Kuna tofauti za samahani, kuna masafa marefu baina ya wanaowasiliana, samahani, kama una unazungumza na mtu na pengine mtu yuko mbali, huenda hata asikusikie vizuri. Kuna uhusiano wa mbali baina ya, ya wanaowasiliana. Kuna kuwa na hisia kupindukia, labda mtu anawasiliana nawe ame amefurahia kupita kiasi ama ako na hasira na na. Kuna kuharibika kwa mitambo. Kuna kelele, unawasiliana kwa mazi, katika mazingira ambayo yana kelele na, na kadhalika. sauti za msemaji, sauti ya msemaji inaweza kuwa ya chini sana, kwa hivyo hautasikia vizuri. Matamshi yasiyoeleweka hutatiza mawasiliano, mtu anatamka lakini hausikii chenye anatamka. Kuna mpangilio wa maneno usio sahihi ama usioeleweka vizuri. Kuna mavazi yasiyofaa. Kumbuka pia mtu anaweza akawasiliana kwa kutumia mavazi, lakini akatumia mavazi ambayo hayaeleweki. Na kuna miondoko ya mwili iwapo itatumiwa visivyo. Swali lilikuwa linasema eleza mambo yanayoweza kutatiza mawasiliano. Natumai unaona vizuri, na nasema iwapo hautaona uniandikia hapo kwa comment section. Tuweze ku, kusaidiana. Naam. Hoja nyingine, afya ya mtu, natumai tunaona vizuri wanafunzi. Aa, ni hoja ya kumi na saba. Tunaambiwa kwamba afya ya mtu huweza pia ikaathiri mawasiliano iwapo mtu ni mgonjwa. Naam. Hoja nyingine, mazingira. Kwa mfano, kiasi na hali ya joto jingi pengine kuna vumbi huweza kuathiri mawasiliano. Hayo ni mambo ya kawaida na tunayaelewa. Na kuna hoja ya kumi na tisa, tunaambiwa kuna tofauti ya kihadhi. Natumai tunaelewa maana ya hadhi, yaani kwa mfano iwapo kuna mawasiliano baina ya mtu wa hadhi ya chini na mtu wa hadhi ya juu, yule mtu wa hadhi ya chini huenda akajihisi kwamba hayupo uhuru, aa, hayupo huru na hawezi akawasiliana na mtu wa hadhi ya juu au mtu wa tabaka la juu. Na kuna mielekeo ya binafsi ya kibinafsi, huenda msikilizaji anamchukia mzungumzaji, kwa hivyo akuna mwelekeo, na pengine huenda hata sikiliza kwa makini, na mawasiliano yatakuwa na tatizo. Na kuna ukosefu wa hoja, mtu anajaribu kuwasilisha mada fulani, hana hoja, kwa hivyo atashinda akizunguka katika hoja moja, na mwisho wa siku utapata kwamba hajawasiliana vilivyo. Naam. Fafanua mbinu za kufanikisha mawasiliano. Neno kufanikisha limerudiwa, samahani. Na tumeona vikwazo vya mawasiliano, kwa hivyo unaweza ukafanya nini ili kufanikisha mawasiliano? Tunaambiwa uwezo wa kushirikisha hadhira katika mawasiliano, kama vile kuuliza maswali. Naam, unaweza ukauliza hadhira maswali ili kubaini wapo hadhira inakusikiliza ama vipi. Pili, kuzingatia tabia mwenendo wa mpokezi uh, kwa kuwa huathiri usikivu wake. Uzingatie tabia za yule anaye kusikiliza. Tatu, mzungumzaji aelewe lengo na ujumbe kabla ya kuwasilisha ujumbe wenyewe. Kabla ya kwenda pale ya kuwasiliana, hakikisha kwamba unaelewa mada ya kile ambacho unaenda kukizungumza. Uh, nne, tunaambiwa kwamba mwasilishi ama yule ambaye anawasilisha azingatie muktadha wa mawasiliano na wakati wa kutolewa kwa ujumbe. Kwa hivyo uzingatie muktadha na wakati. Kuna muktadha na kuna a, azingatie muktadha wa mawasiliano na, na wakati. Natumai hiyo tunaelewa. Tano, mzungumzaji anafaa kutumia lugha inayoeleweka. Kwa hivyo Uh, ni kutumia lugha inayoeleweka na mpokezi anayepokea ujumbe wako. Hakikisha kwamba anaelewa lugha ambayo unafanya nini, unatumia katika mawasiliano yako. Sita tunaambiwa kwamba mzungumzaji atambue hadhira um, na aifahamu. Baada ya kutambua hadhira yako, fahamu hadhira ili uweze kujua iwapo, uh, itakuelewa kiumri, kitabaka au kielimu. Hoja nyingine tunaambiwa fahamu Uh, ufahamu wa kisaikolojia wa hadhira ili uweze kuteua msamiati kamili, na mwisho tunaambiwa mzungumzaji asichanganye hoja, bali hoja zake ziwe na mantiki. Hapa kuna kosa, inafaa kuwa na mantiki na zishughulikiwe kikamilifu. Natumai tuko pamoja. Fafanua, samahani, fafanua uh, mbinu za kufanikisha mawasiliano. Natumai unaona vizuri. Kwa hivyo kuna hizo hoja ngapi? Nane. Natumai unaona vizuri. Naam, utaniandikia kwa comment section ama uulize swali ambalo ungependa kujibiwa. Subscribe, share. Tutakuwa tunatumia chaneli hii katika kuchambua mada mbalimbali za Kiswahili na kutakia kila laheri.